Nahodha wa Manchester United, Bruno Fernandes yupo kingoni kuweza kuondoka klabuni hapo mara baada ya vyanzo vilivyopo karibu yake, nyota huyo raia wa Ureno kuweza kueleza kwamba kiungo huyo ameweza kupokea ofa nono kutoka Al Hilali ya Saudia, na anachukua ofa hiyo kwa umakini mkubwa sana, huku mazungumzo baina ya pande zote mbili yakiwa yanazidi kuendelea. Al Hilal ipo tayari kuweza kulipa kitita cha pauni milioni mia moja kuinasa saini ya nyota huyo wa zamani wa Sporting Lisbon huku Mashetani Wekundu wakiwa tayari kuweza kupokea ofa hiyo ikiwa Mreno huyo atakuwa tayari kutimkia Saudia. Manchester United inasubiria ofa ya kuweza ku E, mwacha Bruno e, Fernandes, wakati Al Hilal ikidhamiria kuweza kumfanya nyota huyo kuwa ni mchezaji wao akiwa na jumla ya umri ambao yuko nao sasa hivi miaka 30 kama mchezaji ambaye ataweza kulipwa ghali zaidi kama ataweza e, kukubali ofa ya Al Hilal ambayo ipo huko Saudia. Wakala wa Mreno huyo ambaye anafahamika kwa jina la Miguel Fino ameweka wazi kwamba mazungumzo na mabosi wa Al Hilal e bana yapo bado mezani, na mambo yakikaa sawa, basi moja kwa moja e bana Bruno Fernandes ataweza kutimkia Al Hilal. Huyo wa Manchester United ameweza kuisaidia timu yake kuweza kuto kushuka daraja Manchester United, ambapo mpaka sasa hivi Manchester United, United wao wow, wakiwa na jumla ya point 42 katika msimamo wa EPL, na ilikuwa ni kidogo tu Manchester United waweze kushuka daraja, ambapo ubingwa umeweza kuchukuliwa na Liverpool, ambao wao walichukua ubingwa baada ya kufikisha pointi 84 ambazo eh, timu yoyote haiwezi kumfikia Liverpool, lakini nafasi ya pili ikiwa imeshikwa na Arsenal wao wakiwa na jumla ya pointi sabini na nne. Manchester City wao wakiwa nafasi ya tatu wakiwa na jumla ya pointi sabini na moja katika msimamo wa EPL. Timu ambazo zimeweza kushuka daraja ni Ipswich, lakini pia Southampton na wenyewe wameweza kushuka daraja. Ipswich wao wakiwa na jumla ya pointi ishirini na mbili lakini pia Southampton wao wakiwa na jumla ya pointi kumi na mbili. Leicester City nao wakiwa wameshuka daraja baada ya kuwa na point ishirini na tano katika zile top 3. Ni kwamba Leicester City ndo ambaye amekuwa eh, mtu wa tatu kutoka umwisho, lakini pia mtu wa pili kutoka umwisho ni Ipswich. E, town ambaye yeye ana jumla ya point ishirini na mbili lakini pia Southampton yeye ndo nafasi ya mwisho kabisa ambapo wao oh, oh, wote watatu wameweza kushuka daraja. Lakini pia Manchester United kidogo angeweza kushuka daraja katika msimu huu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Sasa kama mdau wa soka uko na mtazamo gani?